waumini wa Gwajima. Wanakamata kana kwamba ni majambazi sugu. Sasa swali ambalo mimi nakuwa najiuliza hivi polisi watekaji mbona hawajawakamata mpaka leo? Yani, nguvu kubwa inatumika kuwakamata waumini ambao wanataka wabudu wa masishani kufanya mema, nguvu yote hiyo, mshahara laki tatu, laki nne, mnafanya nguvu ya kuharibu utu wa mwanadamu kwa mshahara laki tatu, laki nne. Ah, sasa hawa wanaokamatwa sio wahalifu ila ni watu ambao wanataka wamabudu Mungu wao, na waumini wa Gwajima wanakamata kwamba ni majambazi sugu. Sasa swali ambayo mimi nakuwa najiuliza hivi, hawa polisi watekaji mbona hawajawakamata mpaka leo? Yaani, nguvu kubwa inatumika kuwakamata waumini ambao wanataka waabudu, wahamasishane kufanya mema, wahamasishane wasiteke watu wengine, wasiumize watu wengine wamasishane kwamba umalaya ni mbaya, wasifanye uzinzi, wasiibe. Ndio kazi ya jeshi la polisi, kwamba mwizi akiiba anatakiwa kamatwe, mtu akiua mtu mwingine anatakiwa kamatwe, kwa sababu wana jukumu kubwa la kulinda usalama wa raia na mali zake. Sasa kanisa ni miongoni mwa taasisi ambazo zinachangia kwa kiwango kikubwa kwa fanya watu wa wema, kwa fanya watu waache mabaya, wasifanye maovu E, wasifanye namna zozote za uvunjifu wa sheria, kwa sababu kanisani tunavyopewa amri, usizini, usiue, usiibe, usitamani mali ya mtu mwingine, ni vitu ambavyo sheria za nchi yetu pia vinataka viwe hivyo. Sasa hawa watu wamekusanyika ili waabudu Mungu, waendelee kuhamasisha nayo mema, kanisa lao limefungwa kwa sababu ya mtu ambaye ni kiongozi wa kanisa hilo alikemea utekaji akatoa ushauri ni namna gani tufanye ili utekaji usiendelee, lakini ameonekana kuwa mbaya, kanisa lake linaenda kufungwa. Watu zaidi ya milioni ishirini kwenye makanisa elfu mbili Tanzania nzima, sijajua na za nchi ya nje kama nayo amefungiwa, kwa sababu kanisa kuliko Tanzania, sijajua. Sasa kwa nini nguvu hii kubwa isitumike kuwatafuta wasiojulikana? Kwa nini isitumike kuwakamata watekaji kwa nini isitumike kuzuia utekaji nguvu hii kubwa, kwa nini isitumike kufanya hivyo? Sasa badala yake wanaenda kuwakamata watu wema, hawana hatia, watu wa Mungu wako kwaje? kwa msichana kwa mnawakamata ye jamaa, mimi nashindwa kuelewa kwa, kwa makazi yenu nini. Lakini jambo ambalo nakuja niwaambie katika kitabu cha Biblia sura ya kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari 12 anasema, basi yoyote mtakayo mtendeo na watu na ninyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndio ndio Torati na manabii kwamba lolote ambalo wewe ungependa mtu mwingine akutendee wewe, watendee watu wengine sawa. Nyie mmeamua kuwa mawakala wa Shetani, hamtaki Mungu, hamtaki kuabudu, hamwelewi maana yake ni nini. Lakini mngejua nia ya watu kuabudu, nia ya watu kusanyika kanisani ni kuhamasishana kufanya mema, sio kuhamasishana kufanya uhalifu. Mngepita kwenye magenge ya wahuni, wavuta bangi kwenye vichocho, watu wanaokaba watu, kuiba watu, wanaoteka, watu wanaoua, watu mngepambana nao, msipambana na watu wema. Mnafanya kazi tofauti na mliopangiwa kufanya. Sasa wale walenye mnalinda usalama wa raia na mali zao, sijajua na ni kusimamia na sheria, wamevunja sheria gani wale watu kwenda kusali? Katiba inaturuhusu kila mtu ana uhuru wa kuabudu dini anayotaka kwa namna anayotaka kwa dhehebu analotaka inamruhusu hivyo, ila asivunje sheria za nchi. Sasa watu wa Gwajima wamevunja sheria gani? Tuashumu Gwajima ikavunja sheria ambayo ninyi mnaijua, mimi sijui kavunja sheria gani. Tuashumu Gwajima ikavunja sheria. Sasa Gwajima kuvunja sheria kwa Gwajima kunahusika vipi na waumini wake ambao hawahusiki katika hizo sheria aliyovunja Gwajima? Yeye Gwajima alitoa press yeye kama yeye akasema hapa, siongee kama askofu, siongee kama mneki, siongee kama mbunge, naongea kama Mtanzania. aizungumza hivyo alipokuwa kansani, mahubiri aliyokuwa akifundisha, alikuwa akihubiria watu injili kwa mujibu wa Biblia. Sasa waumini wanahusishwa vipi hapo? Wanahusishwa vipi hapo waumini, kwamba wasiendelee kwa masiofanya wema? Ninachokiona mbele, mnatengeneza kazi ngumu ya kupambana na wahalifu kwa sababu kundi hili la watu zaidi ya milioni kumi wakirudi mtaani kufanya uovu, wasiendelee kuishi maisha ya wema, kwa sababu kanisa liliokuwa likihamasisha kufanya mema limefungwa, wasiendelee kufanya mema. Automatically wakiingia mtaani watakuwa ni waharifu sana. Sijajua e, ni wajasiriamali wenye akili ambao mnajaribu kuangalia soko la mbele kwamba tuwe tuna uwezo wa kupredikti soko miaka mitano kumi ijayo litakuwaje? makanisa yanavyozidi, bila shaka, watu wema watazidi. Watu wema wakizidi, wahalifu watapungua. Ina maana kazi yetu itakuwa haina maana au haitakuwa kwenye soko, kwa hiyo ajira zitakuwa ni hatarini. Inawezekana ni hivyo, labda mna. Lakini mngejua kama mna jukumu la kuzuia uhalifu, kuzuia mambo yasiyofaa, mngesimama pamoja na hawa ambao wanaanzisha makanisa wenye nia njema ili wazidi kuhamasisha watu afanye mema asifanye mabaya, sio kwa kamata, nguvu hii kubwa inayotumika namna hii, ikiwa na roho mbaya kabisa. Mnakamata mtu kana kwamba kavuta bangi, sio kukamata madawa ya kulevya, kana kwamba tukafanya kitu gani cha uhalifu. Niwaambie, yale mnayotaka kutendewa, kama nilivyokusomea katika kitabu cha Mathayo, watendee watu wengine. Watendee watu wengine yale ambayo unataka kutendewa. Usiyotaka kutendewa wewe, usimtendee mtu mwingine kwa sababu kuna wakati mtafika mtazeeka nitaishi maisha magumu sana. Kuna ndugu yangu wa karibu sana mkubwa sana kwangu aliwahi kuwa askari polisi, lakini ashawahi kuniambia habari zake jinsi alivyokuwa akifanya ubaya wakati akiwa askari, lakini aina maisha anayoishi sasa, na kufananisha kwamba alikuwa ni askari polisi, havifanani kwa sababu gani? Ile laana, machungu na vilio vya watu aliokuwa akiwaonea nyakati zake za kazi akiwa askari zinamfata, zinaendelea kumfuatilia. Malipo ni hapa hapa duniani, malipo ni hapa hapa duniani. Haya ambayo nyinyi polisi mnayafanya nawaambia, kulipwa mtalipwa hapa hapa duniani. Mtazeeka na uzee mbaya sana, mtaishi maisha mabaya sana maisha yasiyo na thamani. Nguvu yote hiyo, mshahara laki tatu laki nne mnafanya nguvu ya kuharibu utu wa mwanadamu kwa mshahara laki tatu laki nne Jifikirieni, tafakarieni, mjue kwamba haya mnayofanya sio mapenzi ya Mungu. Mungu anakasirishwa na mambo ya namna hiyo. Basi uwe na wakati mwema. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliae kutoka gerezani, anasema: itengenezeni cha Bwana, nyosheni mapito yake. Heli mtu ule atakateswa, atakafungwa ama afai katika Bwana tangu sasa, ili apate kupumzika baada ya tabu zake. Yesu Mungu mkuu wa haki yuko. Yu aja na anakuja kumlipa kila mtu sasa na yatenda. Hii ndio maana neno mara na hata. Uwe na wakati mwema. Amen. Sauti ya mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.